Walipewa wakaambiwa wafanye jambo fulani, wengine wakapewa wakaambiwa ukikaribia nyumbani itupe. Yani, kulikuwa kuna maelekezo tofauti tofauti, ila mboga ni zile, zile. kazi ombea kwenye kisima kabili ngita, nazo. Sasa pasta, nilikuwa natamani utupe kidogo ile ule utamu ambao watu wameukosa Jumapili. Mm. Mm. kwanza kabisa chanzo cha mboga ya Jumapili. Ndio? Ni walikuja wanawake wamebeba mboga, ndio, lakini chanzo chake ni kwamba neema nyingine ambayo nabii Nyakia nayo mm. ni kuinua watu ambao wako chini, wow. na kuwapeleka juu mm. kwao, alitoa maagizo wanawake wote ambao ni wauza mboga za kutembeza ndio waje, mm. na kweli watu walibeba mboga wakaja nazo mm. lakini pia yeye pia a, alikuwa ni na yeye pia ni miongoni mwa kubeba watu wanatesekaje mitaani najua. Na unapoona watu wamekuja kanisani wamevaa hizi nguo zinaficha mengi e tanaweza akaja akavaa nguo lakini huwezi ukajua machozi aliyo nayo, huwezi mm. ukajua mateso aliyo nayo, hujua anavyoangaika huko mitaani mm. kwa hiyo aliagiza kwamba mama waje na mboga ili angalawa aweze kuwasapoti kwenye idara ya mitaji. Ndiyo. Lakini pia aone vile ambavyo watu wanahangaika mitaani na watoto. Mmoja alikuja mm -hmm. na dishi kubwa kama mm -hmm. na mtoto mgongoni mpaka nabii kama alibebe akasema, da, kumbe kuna watu wana mateso huko duniani, na huo ndio utumishi kwamba lazima ujue watu ulionao, mm -hmm. wanapita wapi, mm -hmm. wana mizigo kiasi gani, mm -hmm. wana mateso kiasi gani, mm -hmm. Lakini mbali na kuleta